Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi kile ambacho napata kitu cha kushirikisha, lakini tunaomba kwa ajili ya washirika au mambo mbalimbali mbali. Kuna maombi, maombezi mengi sana yataendelea hapa, na wiki lijalo ndio litakuwa funga kazi. Aleluya. Kuna mambo yatatokea ambayo kwa wengi ni mambo mapya lakini kwa Roho Mtakatifu ni mambo ya kawaida. Hii ni wakati wa ufunuo tu ulifika, na ninachoshirikisha kidogo sasa hivi ni kukuandaa kwa ajili ya wiki lijalo, lakini kukuandaa kwa hatua ya, ya mbele zaidi, kwa sababu ndio maana ya maombi haya ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona kwamba tunapokuwa na maombi haya ya kufunga kwa kumaanisha ni kipindi ambacho ni mwafaka kumsurubisha mtu wa kale e, na matendo yake na mawazo yake, ili roho iwe huru, iweko huru mbali na vifungo vya mwili. Afu roho ikisha kuwa huru, unatembea sasa na nguvu za Mungu na mambo ya Mungu yanaanza kufanyika, kazi ya Mungu inaanza kufanyika. Haleluya na karibu, kadiri siku zinavyoenda, Mungu anaanza kuleta ufunuo mbalimbali mbali. Kwamba baada ya hapa nini kifanyike? Baada ya hapa nini kifanyike? Ndio maana nasema kwamba wiki lijalo litakuwa la mambo ma mazuri sana kwa sisi, kwa level hii kitaifa ki, ki, tutaendelea kama kawaida, lakini ile huduma ya jioni hii kutakuwa na mambo makubwa ya kikanisa kama ambavyo tunaendelea mm. Haleluya! Sasa hebu tufungue kitabu cha Warumi mlango wa kumi na mbili, ntasoma uh, mistari Nitasoma maeneo matatu, alafu nitahitimisha. Nitaangalia muda kama utaruhusu, tutaomba ombi moja, kwa sababu umeshasogea kidogo. Warumi mlango wa kumi na mbili mstari ule wa kwanza, mstari ule wa kwanza. Haleluya, anasema basi ndugu zangu na wasihi ni mtume ambaye Mungu alimpa injili ya kuleta kwa mataifa na kulizindua kanisa la, la, la, la, la mataifa. Anasema, ninawasihi kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu. Haleluya, ni Roho Mtakatifu anatusihi kwa hatua ambayo Mungu anataka tutembee naye. Tumefika hatua, anatusihi tuitoe miili yetu kuwa dhabihu. Anatuhusu, anatusihi kwa huruma za Mungu, ni kwa sababu katika kutembea na Mungu. Kuna kiwango kitashindikana kwenda na Mungu kama hatumsikilizi Mungu kufanya yale ya, ya paswayo. Na ni kwa sababu ya kanuni tu za kiroho. Sio kwamba Mungu anasema anatukomoa kwamba tueni milieni udhabihu kwamba anatukomoa wana a, ni kanuni tu za kiroho anazotembea nazo Mungu, kwamba hicho kisipofanyika kuna mambo huku mbele, safari haitawezekana kuna viwango vya kutembea na Mungu vitashindikana. Na kumbuka Mungu ameongea na sisi nini kuhusu tunapovukia mwaka huu. Kuna mambo aliongea nasi, na ili tuanze kutembea naye kwenye mambo hayo, kuna mambo atakuwa anatuelekeza ya kufanya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nasema, nawasihi itueni miili yenu iwe dhabihu. Hilo neno dhabihu ni la kupigia mstari, iwe dhabihu. Hajasema sema itoeni miili yenu initumikie. Aa, hilo nalo lipo lakini, amesema iwe dhabihu. Ikishakuwa dhabihu, ye ataamua hiyo dhabihu umtumikieje, ni ukweli, itamtumikia lakini, sio sisi tuamue, ila iwe dhabihu kwanza. Kwa hiyo uamuzi wetu ni ku, ni kumtii, iwe dhabihu. ikisha ikishakuwa dhabihu, ye amue sasa aitumieje hiyo miili kwa hiyo anaongelea mwili huu, sio ule utu wa kale. Ule utu wa kale unasurubishwa, unakufa. Anaongelea huu sasa, huu mkono huu, haya macho, kichwa, kila kitu hicho unachokiita ni mwili wewe, hicho ambacho ni nyumba ambayo roho wako na Roho Mtakatifu anakaa, ndio anasema huu mwili tuutoe sasa dhabihu. Kwa nini kasema tupigie mstari hilo neno dhabihu? Ni kwa sababu dhabihu, lugha iliyotumika hapa ni ile iliyotumika kwenye agano la kale la Mungu kutolewa dhabihu za wanyama, dhabihu za ndege, dhabihu mbalimbali zilizokuwa zinatolewa kwenye madhabahu ya Mungu zilikuwa zinaitwa dhabihu. Aleluya! Tunafahamu zilivyokuwa zinatolewa, zilikuwa zinachinjwa zinawekwa juu ya madhabahu zinateketezwa na moto. Mungu anafurahia ile harufu nzuri. Sasa kwa katika agano hili jipya Mungu anasema anataka mili yetu itolewe kama dhabihu vile vile. Tofauti ni moja, tofauti ni kwamba isiuawe. Haleluya Tofauti ni kwamba isifanye nini? Isiuawe kama ile miili ya wanyama, kama zile dhabihu za kwanza. Tofauti ni kwamba isiuawe bali iwe nini? Iwe nini? Alivyosema hapa, hai. Sasa kwa nini Mungu akasema tuitoe dhabihu lakini hapo hapo ibaki hai? Ni kwa sababu alijua tu tu inaweza ikawezekana kwa Roho Mtakatifu ni sisi kuamua Haleluya! Kwa hiyo akasema, tukishaitoa ikiwa hai tuitoa ikiwa takatifu na ya kumpendeza Mungu. Kwa nini? Ili neno takatifu na kumpendeza Mungu, anataka mwili huu tukishautoa kwake dhabihu, mwingine yeyote yule asiwe na sehemu kwenye mwili wetu, chochote kingine kisiwe na uhalali juu ya mwili ambao tumeutoa dhabihu kwa Mungu. Na na, anaposema hivi ana maana kwamba yeye ni Mungu peke yake hakuna amwi mwingine duniani. Huko kuna Mungu wa dunia hii, ni shetani na malaika zake, si ndio? Kwa hiyo Mungu anataka mwili huu tukiutoa ni dhabihu kwake. Usimtumikie Mungu mwingine, usimtumikie Mungu mwingine wala bwana mwingine. Kwa hiyo kama nimetoa mwili huu kwa dhabihu kwa Mungu, huu mkono ni ukumbuke saa zote nimeshautoa dhabihu kwa nani? Kwa Mungu. Nisiutoe tena kwa mwingine akaenda kuutumia kuiba. Haleluya, ni usiutoe tena kwa mwingine, akaenda kuutumia kuandika kitu cha fojari au kitu cha wizi. Kwa hiyo nimetoa mfano kwa mkono, unaweza sasa, badala ya mkono, ukaweka hapo kiungo mbalimbali cha mwili wako. Kama ni macho umeatoa dhabihu kwa Bwana, yasitumike tena kuangalia picha chafu, yasitumike tena kuangalia mambo ambayo Mungu anaona aibu kuyaangalia kwa, kwa sababu umempa ume yeye macho hayo, kwa hiyo anayatumia yeye sasa. Alafu nikayapeleka kwenye skrini ya picha chafu au nikayapeleka kwenye mambo ambayo Mungu anaona aibu kuyaangalia, nitakuwa ni hai ni lakini sio takatifu na sio ya kumpendeza. Kwa hiyo ndio maana yake. Wiki lijalo kadri tunavyoendelea kuomba, Roho Mtakatifu atatusaidia tu, binafsi binafsi. Tunapoomba ni swala tu la kumwambia kwamba tayari mwili wako utolee ukuwa dhabihu kwa Bwana, dhabihu iliyo hai na takatifu. Ukiubali hata kunyang'anya, ndio maana natumia neno nakusii. Haleluya! Kumbuka ni Roho Mtakatifu anasema nakusii, kwa hiyo una hiari kuachia kumwambia Bwana nakubali kwamba mwili wangu na kutolea uwe dhabihu iliyo hai takatifu na ya kukupendeza. Lakini una hiari ya kusema mm, sija tayari kutoa mwili wangu uwe dhabihu kwako. Kila upande una matokeo yake. Ukijaachia uwe dhabihu kwake, kuna matokeo yake ambayo ndio ndio mapenzi ya Mungu. Ukikataa nako kuna matokeo yake ambayo hayo ni ya mtoto mchanga katika Kristo. Lakini usahau vitu ambavyo ulikuwa unavitamani alafu uendelee kuviona kwenye maisha. Ni kwa sababu alipokuongoza kwamba piga hatua hii umegoma. Unakumbuka kwenye kitabu cha Ezekiel? Nafikiri mlango wa, he, na fikiri, wa thelathini na saba pale aliposema maji yalikuwa yanatoka madhabahuni mto mkubwa alafu akachukua kamba akapima dhiraha mia akamshika akamuongoza kuingia kwenye maji. Amen. Tunakumbuka eh? Alafu alivyofanikiwa kutembea ku zile elfu moja, akapima nyingine ngapi? Elfu moja. Akamshika tena mkono. Sio kwamba alimwambia nienda. Haleluya. Ni safari ambayo hawezi kwenda mwenyewe. Ni safari ya kuongozwa na Mungu. Akamshika mkono akamwambia, twende, twende mwanangu. Akafanikiwa kumaliza ile mia elfu, elfu ya mbili. Akamwambia, subiri hapo. Akapima nyingine elfu. Hakumwambia haya nimesha pima nenda. Ah, alimshika mkono akamwambia haya twende. Kwa hiyo, hii safari ya wokovu na hasa mwaka huu, kama ambavyo Mungu ameshaongea na sisi, ni safari ya kuongozwa na nani? Kwa hiyo, kila hatu hata kushika mkono ukinufua ukasema hapana, hata kulazimisha, lakini uo na uhakika, hutaona vile ambavyo amevikusudia kwamba uvione mwaka huu na na miaka ijayo. Naongea na, na mtu hapa. Haleluya! Kwa hiyo ni, ni, ni, ni jambo la muhimu sana katika kipindi cha maombi. Tumemaza wiki moja, tunaenda wiki la pili. Hili wiki la pili la, la kufanyia kazi mambo haya binafsi. Sasa uamue sasa, ninatoa na, na, na kubali, kwa sababu ndio hatua juu, kwa sababu kumbuka hapa alichokisema pale mwisho, akasema ndiyo ibada yenu yenye nini? Kwa hiyo ni kigoma, nataka niendelee kufanya ibada isiyo na nini? Ndio maanake. Lakini hebu tu, tuangalie tena sehemu nyingine um, kwa sababu okay, ebu tuende Timotheo, Timotheo mlango wa pili, waraka wa, waraka wa pili wa Timotheo. Waraka wa pili wa Timotheo mlango wa pili linaendana na, na huu tuliosoma, lakini ni wa hatua ya mbele pia. Tumefika mlango wa pili, inaeleza ni kwa nini Mungu anatusihi pale kwamba tutoe tutoe mwili wetu we dhabihu. Um, mstari ule wa kumi na tisa tutaendelea mpaka pale chini. Hebu usome, hebu tusome mstari wa kumi na tisa. Timotheo waraka wa pili e, wa Timotheo mlango wa pili mstari wa kumi na tisa. Hebu tusome kwa pamoja moja, mbili, tatu, go. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea, lakini hebu niseme kidogo hapa. Anasema tunafahamu, na msingi, msingi ndio kila kitu, si ndio? Mradi wote unaotaka kufanya, mkubwa au hata mdogo, kitu cha kwanza nini? Ni msingi, na msingi ndio unaoamua kile kitakachojengwa pale juu ni cha sifa gani, ni cha ubora gani. Msingi kimsingi ndio unaoamua ni kitu gani kinakuja kujengwa hapa, na msingi huwa unadumu. Huku juu kunaweza kutikisika, lakini siyo msingi. Kwa msingi ukisha wekwa, anasema hakuna wa kuung'oa huo. Msingi umewekwa sasa, anasema msingi wa Mungu uliwe imara. Haleluya ha, sio ms, unajua msingi ni imara, lakini kaongezea tena kasema huo msingi ni imara. Kwa lugha nyingine, hautaka utikiswe. Mungu hata kaa badilike aseme niliweka ni msingi, lakini leo hii naona nimebadilika tu. Anasema uko imara, umesimama imara na una mhuri. Yaani hivi vitu vitatu, tukija kupata kitu kama mafundisho, tutavifufanua kimoja kimoja, kwa sababu vina maana kubwa sana. Wenye mhuri, huo mhuri ndio umegongwa pale kwenye msingi, kwamba huu ndio, ndio utambulishi wa huu msingi na kila kitakachojengwa juu ya msingi lazima kiendane na huu utambulisho ulioko hapa. Haleluya kanisa la Mungu. Na huu muhuri uko hivi, anasema Bwana awajua walio nini wake. Yaani hii sentensi hii watakatifu inatupa ujasiri sana. Kwa sababu unatembea unakumbuka msingi wa Mungu unasema kwamba Bwana anawajua walio wake. Kwa hiyo kama wewe ni wa Bwana unasema Bwana anafanya nini? Ananijua. Kwa hiyo unatembea kwa ujasiri. Bwana anajua walio wake, Bwana ananijua. Lakini la pili lililoko hapa nasema, na tena kila aliitiae jina la bwana na afanye nini? Na uache uovu. Na hii inaanza kukuonyesha ni atutwe. Kwa nini anataka atutoe mili yetu dhabihu? Kwa sababu tukiishaitoa dhabihu kwa Mungu hatutaruhusu yoyote autumie kwa uovu kwa sababu uovu unaoongelewa hapa sasa huwa unakuja kutendeka kwenye mwili. Tukishatoa miili yetu kuwa dhabihu, haitapatikana tena kwenye kazi ya uovu. Haleluya! Sasa hii ni hatua ya mbele, ni hatua ya mtu ambaye anataka sasa apige hatua, aingie eneo lingine la utukufu wa kimungu. Anatushika mkono, anaopea elfu moja niliyopima ndio hii. Tusogee, tuanze tuso, tuso, tuso, tuso, tuso, tuso, tuso, tu kwenda kwa tukijachia akatuongoza, maana yake sasa tunaenda kiwango kingine na hiki kiwango, hebu tukioni hapa chini tunapoendelea, mstari wa ishirini, mstari wa ishirini anasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Haleluya! Hii nyumba kubwa hapa anaifananisha na kanisa lake, anaifananisha na hekalu lake. Anasema katika hekalu lake kuna vyombo mbalimbali, kwa sababu ni kweli, hata watakatifu tuko mbalimbali, kwa sababu wengine wanaokoka leo hajajazwa hata Roho Mtakatifu hajabatizwa hata kubatizwa, lakini bado amemwamini Yesu Kristo, kwa hiyo ameokoka. Kwa hiyo ame yuko wa, kwenye nyumba ya Bwana, si ndio jamani? Kwa hiyo ndio anawatofautisha namna hiyo. Kwa hiyo anasema vyote ni vyombo vyake, lakini anasema basi, ikiwa chombo kimojawapo katika hivi hapa juu, ikiwa chombo ni cha fedha au ni cha mti au ni cha udongo ha au hakina hata heshima lakini kikaamua kujitakasa. Kujitakasa huko, kujitakasa huko kuna maana ya kujitenga. Kikaamua kujitakasa kwa kujitenga, ndio maana hapa amesema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga, na hao kujitenga na hao wasio na heshima, anasema chombo kikijitakasa na kujitenga na hao wasio na heshima au hao aliowaelezea pale juu zaidi. Kama ungeanzia mstari wa kwanza, anasema atakuwa chombo. Kumbuka hapa amesema basi ikiwa mtu, si ndio eh? Ametumia neno mtu, si ndio eh, kuonyesha hivi vyombo anavyo vingili ongelea hapa ni watu, si ndio jamani eh? Akasema atakuwa chombo, amesharudi tena kusema huyo mtu atakuwa sasa chombo, atakuwa chombo cha kupata heshima. Kilikuwa hakina heshima, lakini kwa sababu kimejitakasa kwa kujitenga tayari kimekuwa chombo cha kupata heshima. Lakini anasema kwa sababu kimepata heshima, kilichosafishwa kilicho, chenye kupata heshima kilichosafisha kimfaacho Bwana. Bwana nani? Bwana mwenye nyumba. Bwana mwenye nyumba nani? Mungu mwenyewe, Kristo mwenyewe, kwa sababu nyumba yake ni kanisa lake. Tuko pamoja, kanisa la Mungu Anasema kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Haleluya. Na mstari wa ishirini na mbili anatupa tu mfano wa mambo ambayo anategemea watu wajitakase, au hivyo vyombo vijatakase navyo. Mstari wa ishirini na mbili anasema, lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo wa namna gani. Safi. Kwa hiyo ni kiwango cha juu zaidi, tuna tunamwamini Mungu kutembea na kiwango cha juu zaidi cha upako, kiwango cha juu zaidi cha nguvu zake, kiwango cha juu zaidi cha uwepo wake kwenye njia zetu, na anaanza kutuonyesha kitu cha kufanya, tutoe miili yetu kwa dhabihu iliyo hai, lakini tujitakase, tujitenge sababu kuna huo msingi wa kwamba Bwana anajua walio wake, na kila mwenye kuliitia jina la Bwana na aache nini? Uovu. Sasa Bwana anategemea tuwe nyumba yenye vyombo vilivyopata heshima, atakavyovitumia kwa kila kazi iliyo njema. Ndio Bwana Mungu wetu wa rehema. Ulikuwa ni mchungaji, lakini kiwango ulichokuwa natembea nacho kilikuwa ni kwa sababu ya namna ya utakaso uliokuwa natembea nao. Sasa uchungaji wako nataka upeleka kiwango ki, ki kingine, na nataka sasa utembee kiwango hiki. Ulikuwa ni mzee wa kanisa, ulikuwa unafanya uzee wa kanisa kweli, lakini ile kiwango ni kiwango cha utakaso uliokuwa unaotembea nao. Nataka utembee na kiwango cha juu zaidi cha utakaso. Sijui tunaelewana? Ulikuwa ni kiongozi, ulikuwa ni mwimbaji, unaongoza una, una, una, una, watu wanamsifu Mungu lakini kiwango chako cha utakaso kilikuwa hiki, na mi kama Bwana nilikijua lakini, kajua ni kiwango chako, na tukaenda hivyo. Lakini sasa nataka kiwango chako kipande, lakini ili kipande, lazima ujitakase, lazima utembee na hizi hatua anazokuelekeza. Sijui tumemwelewa Bwana. Hebu tumwadhimishe Mungu kama tumeelewana.